Jambo na karibu Teachkrest. Mimi ni dada wako Bi Ruth, tunataka tufanye kazi ya ufahamu. Karibu. kama ndugu yangu alivyokuwa hoi miongoni mwa wananchi hao waliokuwa wamepandwa na madadi kifai, walikuwa na kila aina ya silaha isiyokuwa na dalili za kumbakishia mtu chembe yoyote ya uhai, walimpiga kitutu mnuna wangu huyo, licha ya kuwaashiria kwa macho yaliyojaa majuto na msamaha tele wa tendo lake hilo. Alilia, lakini mbele ya wanadamu kama wale machozi hayana uzito wowote. Niliruka pale kwa vishindo kumtetea, nami nikapokea baadhi ya mapigo yaliyomwelekea askari. Waliwasili mahali pale Lau kama si wao ndugu yangu angevyoga na kubaki unga wa sembe. Tulirushwa kwenye karadinga ile kama magunia ya maparachichi mabichi. Kwangu ilikuwa kama mtego wa panya, kuingia waliomo na wasiokuemo. Ama lakini heri jinsi tulivyokuwa mikononi mwa polisi kuliko mwa raia. Maisha yetu yalikuwa yamechukua mkondo mpya tangu wazazi wetu walipoenda Jongomeo. Nilikuwa nimemwacha ndugu yangu chengoni, ili niende kuzumbua riziki kokote kule, angaa kukabiliana na makali ya njaa. Ni katika hali hii ambapo mnuna wangu alishindwa kujidhibiti na kuchukua parachichi la mama muuzaji. Mama huyo haya hakuvumilia na ndipo alipopiga kamsa na kuvutia umati ulioanza kumpiga kitutu. Tulitumbukizwa katika seli tulipokutana na wahalifu wengine mseto, si wabakaji, si matapeli, si waporaji, si wale wa mabavu, si mazinzia, si wauaji wa mseto wa wahalifu wengine utingo na madereva pia walikuwa wamebanana humo. Hata hivyo, kwao walikuwa wamezoea maisha ya aina hiyo. Kilichowaleta pale si hasa kwa kuvunja kanuni za trafiki, bali kwa kukosa kiwango cha hongo kilichohitajika. Hata hivyo, baada ya kukusanya kusanya vipesa kutoka kwa wendani wao, hatimaye walifaulu kuonana na askari pembeni na kumpa sabuni ya roho, kisha wakaachiliwa huru. Kumbe kosa si kukosa kosa ni kukosa pesa. Baadhi ya wahalifu siku za kesi zao kotini, majalada ya kesi zao yalipotea na kumea miguu ya kisiri. Ngufu, nguvu za milungura zilifanya kazi, zil, zil, zilikosesha ushahidi wa kesi, ziliairisha kesi, zilinunua mashahidi bandia, zilinua majaji, hadi kukawa na msemo maarufu, kwa nini umlipe wakili wakati unaweza kumnunua hakimu. Zamu yetu ilifika, tukaitwa na askari mmoja, bandikizi la mtu la binadamu, kitambi kinabishana na shati, na katika mabishano haya ya kitambi kilionekana kilipiku shati. Alinitaka niongee vizuri, sikuwa naelewa. Nilikuwa nadhani sauti yangu ndiyo ilikuwa na madende. Baada ya kumwelewa nilimweleza manususi ya mambo na kuwa sikuwa na chochote. Tulikuwa maskini wasina sinani, tukiulizwa tuungami mkono mtupu wa urambwi. Hivyo ndivyo alitamka kutu, na kuturudisha selini na kwenda zake. Maisha pale selini yalikuwa magumu, hususan hali ya usafi. Urongera ulizidi, tulipewa magazeti kutumia. Nilisoma baadhi ya vichwa vya magazeti kama vile Waziri mfisadi aachiliwa huru, mamilioni ya pesa hayajulikani yalivyotumiwa katika idara za serikali, mwizi wa kuku auawa na umati wa watu, mama mjane apokonywa shamba na mwekezaji wa kibinafsi. Licha ya kwamba hakuna mtu yeyote aliyewasilisha mashtaka dhidi ya mnuna wangu, alipatikana na kesi ya kujibu na hivyo kufungwa miezi mitano kwa kosa la wizi. Kwa nini wahusika wanajipata katika hali hii? Alama mbili. Wahusika ni viumbe wanaotumiwa ili kupasha ujumbe uliokusudiwa na mtunzi. Napata wahusika hapa ni wawili ambao ni msimulizi na mnuna wake. Kilichopelekea ni kuwa mnuna wa msimulizi alikuwa amechukua parachichi za mama ambaye aliweza kupiga kamsa na kufanya umati ukawa pale na kuanza kuwatupia, uh, viboko na baadaye ndipo polisi wakafika na kuwachukua kituo cha polisi walikowekwa selini jinsi ukatili unavyojitokeza katika makala haya ya alama tatu. Hivyo unafaa uwe na angalau hoja tatu. Makala mengi ambayo yameshughulikiwa hapa, yakiwemo makala maudhui au masuala ya ukatili. Ukatili ni kule kukosa huruma, unajitokeza kupitia umati ambao uliweza kuwapiga wahusika wa hadithi hii. Jambo la pili linajitokeza kupitia uh, askari ambao hakuwa uh, na huruma kuwa hawakuwa na hela za kumpa, hivyo akawarudisha selini. Ukatili wa tatu unajitokeza ambapo mnuna wa msimulizi anafungwa miezi mitano kwa kosa la uwizi mm. ilhali wengine walikuwa wakiachiliwa huru mm. asiwa waziri mfisadi matukio hmm. ya ufisadi yanavyodhihirika katika makala haya. Ufisadi ni uovu. Maovu yanatokea katika makala haya kupitia kichapo alichopewa mnuna na msimulizi. Pia kunajitokeza kupitia uh, waziri ambaye anaachiliwa huru ilhali alikuwa mfisadi kuwa muovu lakini anaachiliwa. Pia kuna pale ambapo mamilioni ya pesa hayajulikani yalivyotumiwa katika idara za serikali mmm, huwa ameweza kufisidi mali ya serikali uh, pia ambako mama mjani anapokonywa shamba na mwekezaji wa kibinafsi. Tunatarajia kwamba mjani anafaa saidiwe angalau aendelee na maisha yake ya kawaida, lakini tunaona kwamba wengine uchuku u, u, ni waovu kiasi kwamba wanawapokonya shamba kama leo hii Uh, tarehe kumi na tano mwezi wa Mei kuna mama ambaye yuko katika taarifa kwamba alinyanganywa uh, kishamba chake kule Nairobi mm. na huo huo umeweza kutiwa pale gazeti katika kifungu hiki alama mbili. Ametukiwa kupasha habari na pia kuonyesha maudhui ya fisadi za vifungu na maneno yafuatayo kwa mujibu wa makala haya, alama nne na madadi kifai, na inamaanisha kwamba wamepandwa na hasira nyingi au mno. Wamepiga kitutu wamepiga vibaya au sana. Kuzumbua riziki ni kutafuta pesa za kujikimu. Kamsa ni kupiga manyo, mayowe au oo, unyende. Hadi wakati mwingine, kwa heri.